Karibu sana kwenye kipindi cha Daizo Vocal, sehemu pekee unaojifunza mixing na mastering ya nyimbo za kwaya kwa undani na kwa lugha rahisi. Kama wewe ni produsa mwimbaji au unayeandaa nyimbo za injili, basi hapa ndipo mahali pako. Leo tunaenda kuanza na pati ya kwanza, na ni muhimu sana kwa safari yako ya kuwa produsa bora wa nyimbo za kwaya. Hebu kaa vizuri, changanya ubunifu na utulivu, kwa sababu leo tunaanza na msingi wenyewe, maandalizi ya program na mzingira kabla ya kurekodi. Chagua dau ya kurekodia. Kabla hujaanza kurekodi, hakikisha una digital audio workstation dau nzuri. Baadhi ya program nzuri ni Cubase pro FL Studio, Studio One, Reaper, Logic Pro X kwa Mac. Hizi zote unaweza kutumia kurekodi, kuedit na kufanya mixing ya nyimbo za kwaya. Mbili, tengeneza template ya kwaya. Weka template itakayokuwa na track za soprano, alto, tenor, bass, river basses, EQ ya awali, compressor ya vocals, track ya click au metronome. Tatu, panga muda wa riheso, mwambie msanii aandike maneno vizuri, afanye vocal warm up, asile vitu vitamu sana kabla ya kuimba, avae nguo za kumfanya awe huru comfortable. Nne, angalia mic placement na acoustic. Hakikisha microphone ipo umbali sahihi, tumia pop filter na sound absorber kama una. Kagua kama mazingira ni tulivu, bila kelele. Tano, mwambie msanii mambo haya muhimu kabla ya kurekodi: kuimba kwa confidence, kutulia na kupumua vizuri, kufuata metronome tempo, kujielewa, asijaribu kuwa mtu mwingine. Haya, ndugu yangu, hayo ndiyo maandalizi ya msingi kabla hujaanza kurekodi nyimbo za kwaya. Usiweke mazoea ya kubonyeza rec kabla hujajiandaa. Maandalizi bora ndiyo siri ya mixing nzuri na tukutane kwenye pati ya pili ambapo tutaingia kwenye recording techniques kwa kwaya yenye waimbaji wengi. Usikose kabisa. Usisahau kusubscribe kwenye channel hii Daizo Vocal, ili usipitwe na somo lolote. Pia tunatoa huduma za mixing na mastering kwa nyimbo zako, iwe ni kwaya au solo. Tunauza plugins na programs mbalimbali mbali kama Cubes, FL Studio, Waves plugins, Antares Autotune, Melodine na nyingine nyingi. Mawasiliano WhatsApp na simu 0613 t 1 t Kualika group la music production. Jiunge na group letu la music production, link ipo kwenye description hapo. Utapata ushauri wa kitaalamu, maswali na majibu ya production, beat reviews, mada za wiki, Jumatatu hadi Jumatatu. Sheria muhimu za group: hakuna picha au link zisizohusiana na muziki. Link zinazokubalika ni za tutorials, plugins, samples. Heshimu ratiba ya mada ya kila siku. Asante kwa kutazama au kuisikiliza Daizo Vocal. Kama umependa kilichofundishwa leo, like, comment na subscribe sasa hivi. Usikose pati ya pili ambayo itakuwa tamu zaidi. Hadi wakati huo, endelea kufanya kazi nzuri. Mungu akuinue.